Kikubwa pale ambacho mimi nimekiona kipya na kitakwenda kusaidia sana Watanzania, tumekuwa na malalamiko mengi ya kwamba vijana wanamaliza vyuo na hawana kazi. Wanakuwa na ujuzi wa shuleni, kwa maana ya elimu anayo, lakini hawezi kujiajiri kwa sababu tu anakosa skills za kuweza kufanya kitu cha ziada. Kwa kuanzisha hizi shule za amali ambazo watoto wanaenda kufundishwa stadi mbali mbalimbali za maisha, kwa maana na ufundi mbalimbali mbali, itatusaidia sana kuondoa ile gap ya watoto kukosa kazi, kwa sababu tuna imani kwamba akimaliza pale atakuwa na ujuzi. Kama ni fundi umeme atajulikana, kama ni fundi bomba atajulikana, kama ni watu wa mapishi watajulikana, kwa sababu ni stadi mbalimbali zinakwenda kufundishwa. Kikubwa ambacho naweza kuzungumzia pale, sina uhakika kama tumejiandaa vizuri kwa walimu, maana shule ni nyingi na kwa sasa ukiangalia kwa, kwa bajeti iliyopita mwaka jana nadhani walikuwa ainisha kujenga shule zaidi ya sitini na nane katika halmashauri mbalimbali ambazo hazina VETA, na shule zote zile sasa hivi na kwangu bahati nzuri nilipata shule moja ya Kilabela zinakwenda kuanza. Je, tunao walimu wa kutosha? Hiyo ndio changamoto ambayo naiona kwa mbele, lakini kama tutakuwa na walimu wa kutosha wakaweza kufundisha stadi hizo na watoto wakamaliza, tuna imani mtoto anapofundishwa anajengewa uh, ile imani ya kwamba akitoka pale anaweza akasimama mwenyewe akafanya ya kazi yake atakayokuwa anaitaka. Akitoka pale asitarajie kwamba anaenda kutafuta ajira. Ajira anaweza akapata sawa, lakini sio wote watakaopata, lakini kikubwa tu ni kwamba anatoka pale ana ufundi wa kuweza kwenda kumsaidia. Rai yangu pengine nitakayoweza kuitoa katika serikali ni kwamba tunakwenda kuwajengea uwezo wa taaluma mbalimbali, lakini lazima pia, kwa sababu atakuwa ndo mwanafunzi amemaliza, tuone namna ya kuandalia vitendea kazi kama ni selemala apewe ile toolbox. Akimaliza pale, akasimame mahali, aanze aanze kazi yake, kwa sababu atakuwa na ujuzi tayari, kama ni fundi bomba vile vile. Nadhani hii itakuwa imeleta chachu kubwa ya kukuza uchumi kwa haraka, lakini na kuwafanya vijana wapende pia masomo yale ya ufundi, maana anajua atakwenda kusimama mwenyewe. Kwa mimi natoliona pale kwa kweli, naishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuja na hili ambalo Wizara ya Elimu wamekuwa ni chachu, na wamekuwa pia washirikishaji sana. Hata kabla ya bajeti yao wamekaa vikao vingi sana vya wadau mbalimbali katika kupata maoni na kuona huu mtaala tutakapokuwa tumeuingia watu wanaupokeaje. Kwa hiyo wamepokea maoni na mawazo na ushauri wa watu lakini pia wamejifunza kwa wenzetu jirani tu hapo Zanzibar, walianza muda mrefu, kwa ni na imani kwa sababu tayari tumeshaona tulikotoka na changamoto zilizokuwa zinawakumba vijana wanapokuwa wamemaliza vyuo, na mwingine anamaliza chuo kikuu, amesoma shule ya ufundi, lakini bado pia hawezi kusimama yeye kama yeye, kwa nadhani ile itakuwa imetusaidia. Kwa hiyo nadhani kwa serikali imefikiria jambo moja zuri sana kwa vijana na kuweza kujenga uchumi imara kwa baadaye, kwa sababu hiyo ndio nguvu kazi ya taifa okay. Na tukija kuangalia hapo hapo kwamba unasema kwamba kuna haja ya kuweka vitendea ya kazi, na sasa hivi tumeshashuhudia kwamba baadhi ya hiyo mitaala imeshaanza kufanya kazi, labda serikali imeweza kujipanga vipi kwa kuanzia kwa sasa hivi? Uh, mimi kama mwakilishi wa wananchi na kwa sababu na mimi nimepata ninaona mwanzo ni mzuri, kwa sababu tu elimu imetolewa sana ili watu waelewe serikali ina dhamira ipi, lakini pia katika ufundishaji, hizi ni shule mpya ambazo zinaingia, lakini tulikuwa nazo zile za zamani ambazo tayari serikali ilikuwa imeshawekeza. Kuna shule kama za Bwiru Boys kule kwangu, kuna shule kama za Kilosa ambazo zilikuwa na mitaala mbalimbali. Kwa mfano, Kilosa ilikuwa na masuala ya kilimo na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba zile za zamani sasa wanaziimarisha zaidi, kwa sababu hawaendi kuanza bali wanaenda kuimarisha kule ambako walikuwa wameshaanza. Kwa hiyo wanaimarisha ili kuhakikisha hizi zinafanya kazi vizuri. Hizi zingine mpya sasa zinaingia na mitaala tofauti tofauti ya kiufundi, kutegemeana na mazingira watakayokuwa wameyaona. Kwa hiyo naweza kusema maandalizi ya serikali sio mabaya, ni mazuri. Shida ni kwenye utekelezaji. Sasa tuone tunatokaje tuna, tuna, tuna, tuna, hapo, lakini maandalizi ni mazuri kwa sababu yamepokea yame, yame zaidi maoni ya wadau lakini wamejifunza zaidi na kwa sababu uh, wizara pia inaongozwa na Profesa Mkenda na katibu wake ni profesa, lazima atakuwa amepitia study nyingi mbalimbali mbali, za kuweza kuangalia way forward tunakwendaje. Jana kilio kikubwa kilikopo kwa wabunge wengi ni kwamba, ndani ya mjadala kwamba, uh, imefika wakati sasa Tanzania tutoke tulipo tuelekee huko ulimwenguni, labda je, Tanzania tuko katika position gani kwenda katika maswala haya ya sayansi teknolojia, tubadilishe mifumo yetu kabisa. Bahati nzuri, Watanzania kama Watanzania wengi ni watundu na Watanzania wako mbele sana katika maswala mazima ya kidunia, kwa sababu wengi wanaangalia, ukiangalia vijana sasa hivi hata haya mambo ya artificial intelligence, yani vijana wengi tu wanatumia sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia wengi wame, wamefanya udukuzi wenyewe na unakuta watu wanaanzisha mambo mengine tofauti ambayo ya kukuza uchumi zaidi. Kwa mfano nikichukulia kijana mmoja uh, Sambo de Fernandes aliyekuja na ule mfumo wa kukopesha pesa kule anaitwa uh, Subinala. Juzi nimeona tena naye Mohammed Dewji, hayo yote ni mambo ambayo yapo, wa, yapo. kwa maana ya kwamba vijana wengi wadukuzi sana, na hasa unajua, wakati mwingine unapopata shida una akili yako inakuwa inafikiria mbali zaidi, na wamekuwa wengi wanafanya research kupitia mitandao. Kwa hiyo habari ya kutumia mifumo, kutumia mitandao imewapa mwanya wa Tanzania wengi kujifunza mambo mengi ya duniani, na ndio maana unakuta kuna vijana wengi wavumbuzi tu, hajafundishwa darasani, lakini thuru eh, mambo ya mitandao na nini anapata. Kwa hiyo mimi nasema swala hili limekuja wakati mwafaka, lakini limekuja pia vijana wetu wakiwa wameshaona mbali kwa hiyo hata ule upokeaji wake na utekelezaji wake hautakuwa mgumu sana. Kikubwa tu ni ile control ya kuona watu wasiende nje ya ya taratibu za mtanzania kama kawaida, maana unaweza ukaenda mbali ukaleta na vitu vingine ambavyo hatuko navyo kama Watanzania, yeah. na tutegeme, kwa maana hiyo tutegemee kwamba kuna mabadiliko, watakimbia wataenda kwenye yeah, of course <laughs> ah, yeah, inawezekana kwa sababu akishaona, yeah. huku ndiko kunalipa eh, atakwenda eh, atakwenda eh, na wengi wamekuwa waoga, lakini woga, anaogopa darasani, lakini kupitia mitandao mtu anasoma, okay. Kwa hiyo nadhani bado itakuwa ni jambo jema tu, okay.